Haziwezi kuletwa haziwezi, haziwezi kutatuliwa changamoto zetu kwa wananchi kutengeneza makundi ya kuingia barabarani. Changamoto zetu na umaskini wetu wa wilaya ya Rorya zinaweza kutatuliwa sisi wenyewe, kwa kushirikiana, kuwatuma madiwani kwenda kwenye mchakato wa uchaguzi, kufanya uchaguzi wa demokrasia, kuwaondoa au kumbakiza yule mnayedhana anaweza kuwasaidia, na kuendelea kudai yale mazuri yaliyoko mbele yetu. Niwaombe sana ndugu zangu wananchi, narudia tena, niwaombe sana kwa unyenyekevu mkubwa ninajua wapo wengine ambao wanatamani tena kufanya machafuko hayo siku za mbeleni. Sisi tusiwe sehemu ya machafuko hayo, twende tukawe walinzi wa kukataza. Mwananchi au kijana yetu yeyote atakayekubali kutoka mbele, sisi ndio tuwe watu wa kwanza kumkatalia kabla jeshi la polisi halijafika kumzuia mtu huyo. Tumwambie haya wanayofanya si Utanzania wetu na si Urorya wetu. Kwa kufanya hivyo, maana yake mnairudisha roli ya nyuma. Tumetengeneza misingi ya miaka mitano na namna bora ya kwenda mbele tuachieni miaka mingine mitano mliotupa, twende tukatatue changamoto zenu kwa usawa, kwa kufuata kanuni na sheria za nchi. Niwaombe sana, wengi ni waona, wengine ni wazazi, humu mnao vijana kwenye maeneo yetu. Mlipoamua kutuheshimisha tarehe 29, endeleeni kutuheshimisha, kutuheshimisha hiohio, nendeni mkailinde amani hii, ili mheshimiwa mbunge ninapofika kwenye hawa watu wa Rorya wanajua na kuhimiza na wanajua kuhimili kwa maana utawala wa sheria, mkifanya kote ambalo halina haki, mtakuwa mmeharibu na mtakuwa mmechafua umoja wetu sisi wananchi wa Rorya. Niwaombe sana, ndugu zangu wananchi, kokote mnakokwenda, sisi tufanye kazi zetu vizuri. Hatuna sababu ya kuingia barabarani, hatuna sababu ya kupinga jambo lolote, kwa sababu uhuru tumeufanya wenyewe tarehe ishirini na tisa. Tumechagua viongozi wote na bahati nzuri uchaguzi wetu Rorya tumepiga kura mpaka saa kumi jioni, hakuna mahali ambapo ilitokea wananchi wakazuiwa kupiga kura. Kwa nini mtu aje atushawishi mtu, bahati ambaye hatokani na Rorya hii, kwamba tuingie barabarani? Tunakwenda kutafuta nini? Niwaombe sana ndugu zangu wananchi, twende tukadumishe hili na tuwe sehemu ya kukataza wale watoto wetu na vijana wenzetu ambao wanaweza wakashawishika kwa namna moja au nyingine kutaka kuiparakanisha Rorya yetu. Mwisho, mheshimiwa DC, mimi nikupongeza na nikushukuru sana kwa namna ambavyo umekuwa ukiendelea kuimarisha na kusimamia ulinzi na usalama wa wilaya yetu. Ninaamini kabisa kama ulivyosimama imara kuimarisha ulinzi tarehe 29, ndivyo utakapoenda kusimama imara wewe pamoja na vyombo vyako vyote kwa tarehe tisa hiyo ambayo wahuni wachache wameamua kuitaka kuita, kuifanya. Lakini ninaamini kwa uongozi wako haiwezi kutokea. Endelea simamia uhuru huo, endelea simamia sheria, simamia usalama wa raia na mali zao, kwa sababu ndicho kiapo pekee ambacho umeapa kwamba unakwenda kusimamia uhuru, unakwenda kusimamia sheria, unakwenda kusimamia usalama wa raia na mali zao. Na ndio kazi kubwa unayopaswa kwenda kuifanya. Umeifanya hata tarehe 29 vizuri, tumevuka salama. Nikupongeze sana heri na nakutakia kila heri. Naamini kwa muda uliobaki pia utakwenda kusimamia vizuri. Rorya yetu itabaki kuwa salama, na sisi kama viongozi wa kisiasa tuko tayari kukupa ushirikiano mahali unapodhani kuna changamoto, unahitaji nguvu ya mbunge kwenda kusema, unahitaji nguvu ya diwani kwenda kusema, mimi niko tayari weniite wananchi hawa wamenichagua, hakuna kata ntashindwa kwenda kuzungumza na hawa wananchi. Hata siku hiyo wakiwa wamekasirika kiasi gani, mimi huwa najitoa muhanga kwenda kuzungumza nao, kwa sababu ninaamini hakuna mahali ambapo, kwenye kata zote ishirini na sita hawakunipa kura. Tuendelee kudumisha usalama wetu na uhuru pamoja na haki kwa wananchi, na naamini hili umekuwa ukilifanya, haliwezi kufika mahali likachafua usalama wetu wa wilaya yetu ya Rorya.